Mwenyekiti chan mwenyekiti wetu, wataalam, ndugu madiwani wenzangu, kwa majina anaitwa Edger Boss Mtitu, ni diwani wa kata ya Lubonde <coughs> nimesimama hapa kuja ya kuomba ridhaa ya kuwa makamu wa mwenyekiti. Nimeona ninazo sifa za kuja kwenu kuomba kuwa makamu wa mwenyekiti kwa sababu naamini nitakuwa mshauri sahihi wa mwenyekiti wetu. Lakini najua nitakuwa kiungo muhimu sana kati ya madiwani na mwenyekiti pamoja na halmashauri. Lakini pia nafahamu madiwani, sisi ni maisha yetu namna ambavyo tunatakiwa kuishi tukiwa kwenye majukumu yetu, lazima niende nikajaribu kupambana kwa kisha madiwani, basi tunapata maslahi. Tuonyeshe ushirikiano wa kutosha, kwa kisha tunakuwa na baraza moja lenye upendo na amani. <coughs> ni Mheshimiwa Edger Bosco Mtitu kama mwenyekiti wa halmashauri ambaye ni mw, makamu mwenyekiti wa halmashauri ambaye ameteuliwa kwa kula za ndio na wajumbe wote saa sita. Nafasi hii ataihudumu katika kipindi chake cha mwaka mmoja, kama ambavyo mmekuwa wasikivu na mmeheshimisha wagombea wenu ambao mmefanyaje, mliwapendekeza na kuteuliwa tangu mchakato wa awali. Isingependeza watu ambao mlishachagua tangu mwanzo, halafu tena leo mnaleta tena kula hapana. Hiyo isingekuwa na afya. Kwa hiyo, kwa hilo naomba niwapongeze. Kuna sehemu zingine wenzenu wamefanya kwa matakwa yao na mapenzi yao, mwapendekeza, lakini kufika hatua ya mwisho imetokea kula za hapana. Nyinyi watu wa Ludewa mmekuwa wangwana, mmewaheshimisha viongozi wenu, mmekiheshimisha na chama Kipekee kabisa niwashukuru sana wa majiwani <coughs> kwa imani yenu kwangu, na mimi naahidi kwamba katika kipindi hiki nitajitahidi sana kuhakikisha basi siwaangushi. Naahidi shirikiano kwenu <coughs> na kwa wote ambao tutashirikiana pamoja. Kipekee niwashukuru wazazi wangu akiwepo baba yangu mzazi uko hapa ndani, Mzee Bosco Mtitu, niombe usimame tu basi watu wakuone. Basi namshukuru kwa sababu amenipa ushirikiano mkubwa sana toka kipindi cha miaka mitano iliyopita mpaka sasa. Japo mnamwona yeye anakuwa kijana, mimi nakuwa mzee, ni kutokana na majukumu kwa mzee wangu. Mimi namshukuru sana, naomba uendelee kunitia moyo, uendelee kuwa kiongozi bora. Pengine hapa nilipofika ilikuwa si rahisi, lakini mzee wangu alisema funga na kuomba Mwenyezi Mungu atatuongoza vema, kwa ndio maana namshukuru sana. Basi mengi ameshazungumza Skofu Padili ya akizungumza, mwisho wa siku naweza nikajikuta sakramenti haitolewi, na kama navyojua, unajua mwalimu asaishi mwandiko, anasaisha majibu. Kwa kusema hayo, Mwenyekiti, mimi nakushukuru sana, nami nitakupa ushirikiano wa kutosha. Kwa majina, naitwa Edgar Bosco Mtitu, ni diwani wa Kata Lubonde na nimechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Uh, kwangu mimi nafikiri wananchi watarajia ushiriki. Madiwani watarajia ushirikiano lakini wananchi pia watarajie ushirikiano kwa sababu hatuwezi kufanya peke yetu bila ushirikiano. Hayo ndio matarajio yangu makubwa. Kimsiki, tulishaanza kujipanga, tulishaanza kujipanga. Ndio maana unakuta hata katika kata yangu ya Lubonde ndio kata ya kwanza kuwa na viwanda viwanda eh, viwili pale lakini, sabu, cha simenti kinataka kujengwa pale. Kiko kiwanda cha chuma kinataka kujengwa pale Kwayo ni mpango ambao kwanza kuanza ulishaenda ulishaanza, na manake tutaendelea pale ambapo tuliishia, tuli tuli na kwa matukio naiona na, na, na Ludewa, Ludewa kubwa sana inaokuja mbeleni kutokana na mazingira hayo, na wananchi watarajie mambo makubwa sana.